Sasa we password unaweka kwa simu mingi mingi ya nini? Password ni ya nini kwa simu? Na hata we mwenyewe unajua tu ndani ya roho yako wewe uko single. Au na hata bwana password umeweka kwa simu, umeweka kwa kwa messages, umeweka kwa gallery, umeweka kwa WhatsApp, umeweka kila mahali umeweka password. Password inakusaidia nini na unakufa single? Eh? Unakufa single hata una bwana, una bibi na umeweka password. Wewe ni mwizi. Unaweka password kwa simu kila mahali. Sasa ukikufa tutakusaidia aje? Tuseme sasa umeanguka ume hapo umekufa. Eh, umekufa hapo. Na kuna k hapo. Sisi ndio tumekuokota hapo. Tutakusaidia aje? Simu kila mahali umeweka password. Eh? Password umeweka kila mahali. Na una bwana, na una hata bibi. Password umeweka. Huyu anakaa kama mwizi. Kwani hiyo simu unafanyaga naye biashara gani, umeweka password kila mahali? Eh? Biashara gani unafanya na hiyo simu? Nani nikuulize tu. Kuuliza si mbaya. Kujua si mbaya. Eh, nataka kujua, si ujinga. Nataka tu kujua. Hauna bwana, hauna bibi, uko busy unaweka password mimi kwa simu kila mahali, hadi kwa gallery unaweka password, kwa messages, kwa YouTube, kwa TikTok, umeweka password kila mahali. Kwani ulirogwa na password? Eh, mtoto wa mtu, nikuulize, ulirogwa na password? Eh, ulirogwa na password. Ukianguka hapo ukufe, tutapata namba ya relative wako aje? Eh? Eh? Hao ma relative wako tutapata namba yao aje? Eh? Eh? Shua ni nani? Tutapata hizo namba aje? Utapata hizi namba za watu wajiu password password password, password password umeweka kila eh? kila kila kila mahali. mahali. mahali. mahali. Eh? Eh? Eh? Eh? Sio tumianga kili. Kuna vitu vingine inafaa mtu anatumianga tu akili. Eh? Kama unajua unaishi unaishi maisha ya ya ya ya ya ya ya single, you are a single mother, single you you are are a a mother, father unaishi peke yako. Wacha kuweka simu password. Na tena hata simu ya ya mkopo, simu simu simu hata ni ni mkopo mkopa. unaweka password kila simu ya mkopa unaweka password kila mahali. Eh? Ni ya nini? Ni ya nini? Password ni ya nini kwa simu? Nauliza, nataka jibu. Munipe jibu hapo kwa kwa kwa comment section leo. Nataka kujua watu wanaishi peke peke yao simu simu simu simu ya nini. Wewe, simu ya nini nini nini nini? Na na na tena tena hata wewe wewe wewe wewe wewe, yule mtu mtu bibi. Ama nini unafanya? Eh? Toa toa hiyo password, tujue, hiyo hiyo tujue ni yake, single single mother wewe, single father, utakufa nyumba, tupate tunakusaidia Eh, tupate venye tunakupeleka mchari tukomunicate na marelative wako wakuje wakuchukue huko mali huko. Wakupeleke nyumbani, waende kwa wakuzike kama muizi ukienda hivi hivi. Unaenda hivi hivi. Unaenda kama muizi. Juu hata nyumba huna ushago. Eh. Watoa password kwa simu. Wacha kuweka password kwa simu kama wewe ni single mother ama you are a single man. Wacha kuweka password kwa simu. Juu wewe unaishi kama umbwa. Eh, huko peke yako. Kwa hiyo nyumba usiweke password kwa simu, kukusaidia itakuwa ngumu kikufa. Eh, kukusaidia itakuwa ngumu. Tutajua tu kwa harufu yako kama unaoza huko kwa nyumba yako, ndio tutajua umekufa. Toa password kwa simu, acha kutumia kwa mjinga hivyo. Tumia akili. Tumia akili. Tumia akili. Hapo kwa comment section mniambie mbona mnaweka password kwa simu zenu. Nataka kujua. Eh, nataka kujua leo. Hiyo tu ndio mimi nataka kujua. Mniambie hapo. Mimi na wewe, mtu mwenye ako na bibi na ako na bwana, waacha kuweka password kwa simu kila mahali. Kumaanisha wewe ni malaya. Ndio kwa maana unaweka password kwa simu. Eh. Onyesha bibi yako. Onyesha bibi yako simu yako ajue. Ajue messages venye messages hizo ziko nini? Ni ni biashara biashara biashara biashara gani gani unafanyanga? Hey, gani unafanyanga? Eh, unafanya biashara ya wanawake ama biashara yenye itabadilisha familia yako? Eh, waonyeshe tujue. Na wewe mwanamke, onyesha bwana yako messages za simu yako. Ukibaki yako kwa nyumba unafanyanga nini? Ajue. Hey, ajue. Eh. Wacha Wacha mchezo mchezo, wewe. Mchezo. Be serious with life. Wacha mchezo. E, be serious with life. Hii eh, maisha ukikwaza kukua serious, maisha maisha itakuwa serious na wewe. Jaribu kukua serious na maisha tafadhali nani? Mujaribu kukua serious na maisha ama maisha itakuweka ukue serious. Eh, na maisha ikikuweka ukue serious inakuwa mbaya sana. Jaribu kukua serious na maisha wewe, jaribu kukua serious na maisha. Sawa.